Naitwa Daniel Gati Gisiri, ni mkulima wa wilaya ya Hanang mkoani Manyara, lakini pia ni mfanyabiashara kutoka Arusha mjini. Kiwango changu cha elimu ni na diploma ya marketing kutoka chuo cha JR Institute of Technology Arusha. Katika shughuli zangu za kiuchumi nilianza kwa level ya chini sana, baada kwa kwa ajiriwa, ya kuwa nimetoka kuajiriwa, nikajishughulisha katika shughuli za ujasiriamali, nilianza na stationery, lakini nikaona kwamba ile stationery haina high impact kwenye jamii na nikawa nimefanya research ambayo nikataka kwenda kwenye kilimo, ambayo nilihamia mkoa wa Morogoro, nimekaa huko kama miaka mitatu hivi nikifanya research gani, e, ni mazao gani ambayo anaweza nikalima na yakaleta yakaleta impact kwenye jamii, ndio nika nimegundua kwamba zao kubwa lilikuwa ni mtama. Lakini pia hatuishii kulima tu hiyo kwamba ni mtama na nini, pia tukaingia kwenye shayiri kwamba shayiri ni kilimo ni, ni kilimo cha biashara, lakini pia na, na ngano. Tuko na zaidi ya heka mia tano. Nakumbuka nilianza na heka kama heka tatu. Kwa hiyo ukianza kuuishakuanza heka tatu mpaka heka mia tano, mtu anaweza kama ukaona is a ni kitu kinavutia kidogo, na lengo sio kwamba tume tume relax, yani tumebweteka, yani tumeridhika kwamba ekari mia tatu zinatosha. No ha. Tuna lengo la kuendelea zaidi, lakini pia na kufanya wale wenzetu ambao wako nyuma yetu waone kwamba kweli unaweza ukatoka chini na ukafika ukaenda mbali zaidi. Nilipoacha kazi, nilikuwa nimeajiriwa, nilikuwa na kamtaji kangu kidogo, ambao nilianzia nako kule Morogoro na mtaji wangu mkubwa umekuja kwenye investment ya ku encourage wakulima walime kwa wingi, kwa sababu wakitukiwa kilima kwa wingi tunakusanya kwa pa pamoja afu tuna tunapeleka sasa. Ule mtaji wangu ulivyokuwa, nakuwa nikipata visenti na nakuta kwa wakulima pia naongezea kwa kwangu, napeleka na hiyo. Kwa ule mtaji mdogo nilikuwa na circulate namna hiyo, na mpaka sasa wakulima wengi hatutumii uh, madawa, mbolea na nini, na pia elimu kwa wakulima ni kidogo, lakini namshukuru Mungu kwamba mimi angalau natoka kwenye nchi za wenzetu, naangalia wanaende wanafanya vipi. Kampuni yangu hatuanzi kwenye zao, tunaanza kwenye market. Kama nataka kulima maharage, maharage nitamuuzia nani? Naenda kwa yule mtu, unaongea naye, bwana, mimi na maharage uta, utanoa kwa shilingi ngapi? Hutegemei a kuna, kuna mtu utakuwa umekaa nyumbani aje akwambia, bwana, kuna soko la kitu fulani. Ni lazima wewe mwenyewe usosi. Nimevutiwa na vitu vingi kutokana na juhudi zake Bwana Daniel kwenye kilimo. Maendeleo yake sasa hivi na kipindi ilichokuwa namfahamu ni tofauti, anapiga hatua, anaweza kusafiri nje ya nchi kwa ajili ya shughuli za biashara za kilimo. Tumeweza kupata kontakti kubwa ambazo tusingeweza kuzifikia bila kilimo. Tulifanikiwa kununua matrekta mawili ambao tunatumia kwa kulima na kama unavyoona hapa, kuna mashine za kuvuna, sio za kwetu, tunakodisha kwa sababu hasijafikia hatua kununua mashine kama hii. Mashine kama hii ni, ni, ni, ni fedha nyingi sana almost karibu milioni 600 mpaka 800 hivi, lakini tunaweza kukodisha mashine kama hii ikavuna, tukaweza kutengeneza yale mazao yetu katika ubora unaotakiwa na, na kupeleka Mwanzoni nilikuwa najua kilimo kweli ni kazi ambayo haina haina kipato kizuri, kwa mfano kwa wakulima nilikuwa nikiwafahamu wanalima miaka na miaka, naona maisha yao yanazidi kuwa duni. Lakini baada ya Bwana Daniel kuanza na shughuli za kilimo niliona maendeleo, ndipo nikaja kuona sasa kwamba kumbe, okay, kilimo kweli kina kina manufaa zaidi ya shughuli nyingine. Ndio maana nikaamua kuacha shughuli nyingine zilizokuwa nikifanya, nikaamua kuingia kwenye kilimo. Nilipoanza nilikuwa sina kitu, sikuwa hata sina hata baiskeli, lakini sasa hivi mafanikio niliyo nayo ni makubwa. Naweza kukaa kwa nyumba nzuri ya kisasa, nina usafiri, naweza kusafiri nje za nje kwenye mikutano mbalimbali mbali, makangomano mbalimbali ambayo anahusu mbali mbali, kilimo mtoto wangu anaweza kusoma international school ambao nalipa zaidi ya milioni moja na kitu kwa mwaka nimeweza kununua mitambo kama hizo trekta za kuweza kuongeza tena uzalishaji zaidi. Nina vitendea kazi, nina magari, nina ofisi. Nimeajiri watu ambao ni zaidi ya, zaidi ya saba. Kampuni yangu imeweza kuwa na expert ambaye ana PGD ya kilimo, kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana ukiinganisha kwamba nilikotoka, sina elimu ya kilimo, lakini nafanya kilimo na kuweza kupata expert wa kilimo mafanikio makubwa sana kwa interview ya miaka minne. Hiyo alivyonieleza mara ya kwanza, jinsi shughuli zake anavyoendesha, mimi nilifikiri kwanza ni mtu aliyesoma eh, kwa aliyeingia undani sana eh, masuala ya kilimo. Lakini mimi alivyo, alivyokuja kuniambia kwamba kilimo hakusoma kivile, lakini masuala yake tu ya uongozi jinsi alivyoweza kuwaongoza watu wanaofanya nao kazi na kufikia kiwango alicho nacho sasa hivi, mimi, mimi kwanza alinigusa sana yani halin, alinivuta sana kuendelea kufanya naye kazi. Kwa kweli ni mfano wa kuigwa, sio tu kwa maneno, hasa ukiangalia takwimu ya shughuli alizozifanya katika kilimo. Passion Food Industry ni kampuni inayoshughulika na kuzalisha peanut butter na pia tunazalisha unga wa ulezi. Passion Food Industry ni mojawapo ya makampuni ya Dunia Trust Limited. Bwana Daniel namjua kwa kipindi kirefu, tumekuwa tukishirikiana naye kwenye management kama bosi wangu, tumekuwa tukishirikiana naye kwenye kazi mbalimbali mbali za operation za Passion Food Industry. Kilimo kimezaa biashara nyingine, na natumaini kitaendelea kuzaa na zaidi na, na zaidi. Na kwenye kilimo kuna fursa kubwa sana ya kuweza kumaliza umasikini hapa Tanzania, maana sisi Fashion Food Industry tumefika mbali, tunaendelea vizuri, idadi wafanya ya wafanyakazi inaongezeka, mapato yetu yanaongezeka. Hivyo kwenye kilimo kuna fursa kubwa sana ya kuweza kuinua uchumi wa Tanzania. Kuna vijana ambao pia hawana hawana mission ya kulima wala hawana mission ya kufanya biashara nyingine, labda ameshia darasa la saba eh, anataka ufundi na nini. Kwa hiyo nikaamua kufungua kampuni nyingine inaitwa Exodus Auto Limited, ambayo hiyo Exodus Limited kazi yao wao wao vijana na wasaidia kwa ajili ya, ku, ya kutengeneza magari na mechanics. Sisi katika hii gereji tuko vijana watatu, tulikuwa tunafanya kazi sehemu moja. Daniel tulipokutana naye alitusaidia kupata vifaa na kujiendeleza, na hapa tuna vijana pia ambao tunawasaidia ambao pia tunatarajia baadaye wataweza enda pia kujitegemea katika shughuli zao za kawaida. Daniel kweli ana mbinu nyingi za kuendeleza vijana, na sisi kila wiki lazima tukutane naye kuomba ushauri na namna ya kuendeleza hapa. I'm not selfish. Uh, I want to be proud of others, kwamba mtu afurahi na mimi kutoka kwangu. Kampuni, unaposema kampuni ni kwamba umechiachia kwa, kwa, kwa watu mbalimbali mbali. Yani uwanja um, umekuwa mkubwa, hata wale wengine ambao wamekuzunguka pia wananufaika na wewe. Kwa hiyo lengo ni kuwa na ambishoni kubwa zaidi, na mbaya tayari eh, mizizi yenyewe inaonekana ina, ina, ina, ina, ina kwa, ukiangalia kama sasa hivi ni mkurugenzi, lakini sio mkurugenzi wa kampuni moja, ni mkurugenzi kama wa kampuni tatu hivi tofauti, na kwa kweli I'm proud of that. Vitu vitatu ambavyo pengine Bwana Daniel anatufundisha, sehemu ya kwanza ni, ni muhimu wa ku wa kuwepo fursa na watu kuziendea. Na tunaposema kuwepo fursa watu kuziendea ni kwamba kama mazingira ya vijana kuwekeza kwenye sekta ya kilimo ni magumu, ni wazi kilimo itawakimbiza vijana kuingia kwenye kilimo. Na pia hapo mazingira ni pamoja na upatikanaji wa huduma za ugani. Unaona bwana Daniel amemwajiri afisa ambayo ana PhD anamsaidia, ana, ana, ana kama mtaalam kama mshauri wake, na namna ambavyo bwana Daniel ametengeneza ajira hata kwa watu wengine yeye ana mkataba wa kusambaza shayiri lakini pia ametoa mkataba kwa watu wengine wanaomzunguka, wakulima wadogo wadogo, lakini siku hapa mkataba na akawacha vilevile. Bila shaka anawasimamia kuhusu ubora wa, wa, wa bidhaa yenyewe, maana bila bidhaa kuwa bora, ni wazi pia atapoteza soko kao. Kwa mkulima hiki ni kitu cha muhimu zaidi, asizalishe kitu kwa sababu sokoni kinahitajika, ni lazima angalie kwamba napeleka bidhaa iliyo bora, na ndio maana amempa ajira mtaalamu ambaye aweze kumshauri kuwa na bidhaa ambayo ni nzuri zaidi. <tune>